Eh, kwa mazina mino ni udugu mpesa ni ndigo lakini lero na maneno kidogo kuswacetwa chidigo mpaini wakati eh, na maneno kidogo kama maneno saba hivi kuswacetwa chidigo haya ra kwanza. Basambi sambi mchetwa chidigo manga karya manga karya vili umena karya anambanda vika ni mdigo iye haya tatu papa kwakanamukira lovo ova perfyumu ni mdigo ni mdigo iye haya iyeye ndigo mtsunga unaliwa miezi miao gwa siku mwenga ni mdigo iye haya ratsano ambaro na mwisho <laughs> sima niiriwe bahati mbaya sima iriwe bahati mbaya ni ndigo iyi akageluka wasambi sasa alume yangu kama dzama barobaro ni nimpambane sana wasambi hetu kwa wasambi. vitutaaria vitu vya kwadzira kwa hivyo ni upambane sana